Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wetu, na wakati ukiendelea kuwa na Jumapili tulivu. Naomba nikukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Na mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wa pwani ya kaskazini. Na kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria pamoja na ukanda wa pwani ya kusini. Hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi. Wakati mifumo ya anga bado endelea kuonyesha ongezeko kwa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini, na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo na uwepo, vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika maeneo machache ya mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa. Na hali ya joto bado endelea kutarajiwa katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwenye usu 34 katika mkoa wa Dar es Salaam. Hivyo basi kwa usiku wa leo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 muda wakati kama huu.